Papa Francis aonekana kwa mara ya kwanza siku ya Jumapili. Hii ni nje ya Box TV update langu, jina ni Christina Mbalku. Kiongozi wa kanisa Katoliki duniani Papa Francis alijitokeza hadharani kwa mara ya kwanza baada ya kulazwa hospitalini kwa muda wiki tano. Papa Francis mwenye umri wa miaka themanini na nane anapanga kutoa baraka za Jumapili kutoka kwenye chumba maalum katika ghorofa ya kumi katika hospitali ya Gemelli ya mjini Roma. Baadaye Papa Francis atawaaga wafanyakazi wa hospitali hiyo na kurejea Vatican, ambako atapumzika kwa angalau miezi miwili. Madaktari wanamshauri kujizuia kukutana na makundi makubwa ya watu au kufanya shughuli za kujichosha. Taarifa hizi zinatoa matumaini kwa Wakatoliki na watu wengine duniani kote ambao wamekuwa wakimwombea Papa Francis apone haraka. Hadi sasa bado haijajulikana iwapo ataweza kuongoza ratiba za matukio muhimu ya kidini hasa kuelekea Pasaka, kufuatiwa kulazwa kwa muda mrefu. Ilikuwa nje ya box TV update langu, jina ni Christina, kusubscribe, ku like, na nje ya box TV update langu, jina ni Christina Mbalokoza, kwa sasa kusubscribe, ku like na kushare, ili wa kwanza kupata notification.